Is the Somali community with the lands and they are taking grabbing lands in massive, na tukiendelea hivi Mijikenda watu wetu wataishiwa bila shamba. Kuna jamaa anaitwa Julius Masha wakiwa na mwenzake Julius Masha. Amekuwa ni jamaa ambaye amekuwa so compromised katika njia za mashamba, bado katika series ya mashamba kuna jamaa anajulikana sana, na kila land grabbers wakija ku grab land, wanamtafuta yeye, is very famous. Ni jamaa, ni Mijikenda, amejiami kusaidia mataikuni kuibia watu mashamba yao. Na ndio hapa mimi nawaambia, msheiona Mswahili akisaidia watu wengine kuja kuchukua mashamba ya Mijikenda. Na kila siku nawaambia, Mijikenda, adui yenu ni nyinyi wenyewe, na ndio maana Waswahili wanapita katikati yenu. Wahindi wanapita katikati yenu, Waarabu wanapita katikati yenu, na sasa hivi tuna kizungumkuti kingine kimefika, na mnajua hii community, the corruption in this community, they cannot flourish in a place where there is no corruption. These guys they are corrupt beyond measures. Now they know the only way to get whatever they want in Kenya, it's through corruption. Sasa hivi tumefikiwa na wengine, tulikuwa na Wahindi wanatusumbua since 1980s. Tukapata Wahindi wa Arabu. Sasa hivi tuna watu wamefika Mombasa wanaitwa wa Somali, na hapa, they don't care about the money they are going to spend, they want it. You know this community has a culture of dominance, it's not leadership, they dominate. Na sasa hizi the problem we are dealing with it right now is the Somali community with the lands, and they are taking grabbing lands in massive na tukiendelea hivi, Mijikenda watu wetu wataishiwa bila shamba. Kuna jamaa anaitwa Julius Masha, wakiwa na mwenzake. Julius Masha amekuwa ni jamaa ambaye amekuwa so compromised katika njia za mashamba. Julius Masha, ukiwa na wenzako, na kunao mwingine anaishi hapa Bamburi wodi ambaye jina lake anaitwa Masai amerejista mpaka a human, a humanitarian body, anatetea maswala ya wananchi, na katika kila mashamba yanayoibiwa, Bamburi ward is mentioned there. Alikuwa katika ticket akirun for MCA 2022, wameungana na akina Julius Masha. Shamba la Mzee Sulubu likaenda la sini ya council Gakuo lilichukuliwa, Masha huyo huyo Masha, akaungana Julius Masha mpaka shamba la Queen Elizabeth wakamnyang'anya yule mwanamke, na yule mwanamke alikuwa na title deed. Wakatumia Kembeni police station, kelele kelele, mwanamke akatolewa katika shamba. Why? because she was a Kikuyu but she had sh she bought that land. It was rightfully hers. Na akajenga shule pale, akawa anasomesha watoto wa Mijikenda. Hapo ndio nilijua the law enforcement in Mombasa they are not here for to protect the law. Walikuja wakatoa wale watoto wa Mijikenda ambao ni uma, watoto wa kimaskini wazazi ambao hawezi ku afford school fees. Polisi waliwatoa wale watoto bila uruma. Mashamba sahii yamekatakatwa, Masai akiangalia Masha ndio akiwa chia leader na mwenzake mashamba amekatiwa saa hii, wakisiki na nani amekatiwa, na wale pia walikuwa karibu kina mzee Salu Sulubu, shamba lao pia likaenda. Masha, tumekuangalia muda mrefu, tumekuangalia collaboration yako na law enforcement how oh, compromise you are. Masha we cannot allow you anymore kuendelea kunyanyasa familia za Mijikenda. Wewe ni Mgiriama, Mijikenda. Lakini njia unayoitumia kutoa wa Mijikenda ukitumiwa na watu wa kuja Masha, we are not going to allow you to continue this. It's either you turn down, this is a warning to you. It's either you turn down. Na uachane na hii stori ya kugrabu mashamba ya Mijikenda ukipatia watu wengine. Masha. We cannot allow this anymore. Nimeangalia shamba la Mzee Sulubu likienda. Nimejaribu kusave, but polisi ni wale wale. Na kitu kinachoniuma kuna Mijikenda pale anajiita Masha, Julius Masha, yule ndio tycoon ambaye anajua mataikuni wote wa kuiba mashamba wanafaa wakae vipi o It's too much to watch. Injustices around Coast region, it is too much Masha. They, uh, take this as a warning. Kwa sababu huu upuzi uko nao, hatuwezi endelea. Hayo ni mashamba tu kidogo, ambayo tumeweza kukutajia. Atuwezi tena kuangalia upuzi kama huu. Mama zetu wa Kigiriama kama hawakusoma, Mijikenda wetu kama hawakusoma, hawajui kuandika. Kuna sababu ya sisi tulisomeshwa, ni mama zetu na baba zetu. Na Mwenyezi Mungu anapoleta mtu katika watu waje awe sauti yao, kwa nini alikufanya wewe uwe tofauti na wao? Ili uwe sauti kwao. Hatuwezi kuendelea na upuuzi, na hii kasumba inaendelea tukisema Mijikenda ni wajinga wenyeji wa Mombasa ni wajinga. No. No, no, no, no. kuna wale, wale mijikenda wako pale wamesomeshwa na wanaelewa, na tumechoka na mijikenda waliosoma wako mbele mbele, wamewekwa mpaka national government na wasaidii. Mijikenda tunamwona Dalu tayari, Benjamin anavyofanya KPA, lakini kwa sababu juzi, yuko tayari kutolewa, ameenda amekusanya watu, amewaweka wamtetee. Hatuwezi waita watu wetu kama hamutusaidii saa hizi, hatuna mtu wetu. Kama wewe ni mtu wetu na unatusaidia kutuzika, my friend, atukuthamini. Ukitaka tukuite mtu wetu, tuoneshe ninini umetufanyia. Hatuna tena mtu wetu. Mnamuona mwashetani amepatiwa kiti, mtamuita mtu wenu mwashetani? Kitu alichofanya ni gani? Amekuja Mombasa juzi, anasema mahali pa kwanza kuja kuonesha adabu ni watu wa Mombasa. Lini ulimsikia Mkikuyu, Mbaluya, Mkisii amepatiwa kiti na kazi ya kwanza anaenda kufunga watu wake ndani? Ulisikia wapi? Hii kasumba ya Mombasa, mkipatiwa viti kitu cha kwanza munakaa chini na wabara ambao ni Wakikuyu, Wakisii, Wabaluya, wanawambia tusaidieni kuwa pres wa coast region, ndio wasiamke na nyinyi munakuja Munakuja kutulemazia watu wetu. Tumemwona mwashetani juzi amefanya nini? Very incompetent, Very incompetent mwashetani did, umeweka NTSA usaidie watu Kenya nzima lakini the first stop ulifika Mombasa, ulisumbua watu, ulishika watu, ulifanya nini safari? Hatuna cha mtu wetu tena. Kama wewe ni mtu wetu, unafaa utufanyie vile wabara wanafanyia watu wao. Kama ufanyi, we don't recognize you anymore. Wapwani hapa mpaka Lamu, tabia ya kushinda mkisema Isa ati Mami ni wetu, Abdu Somadi ni wetu, Muhamed Faki ni wetu, Mishimbako ni wetu, Mwinyi ni wetu sijui Machele ni wetu. Hawa watu sio wetu. Ukitaka kumwita mtu wenu, angalia amewaletea nini, watoto wako wanaenda shule, watoto wako wanafanya kazi vizuri. Ukitaka kumwita Benjamin tayari ni mtu wako, na tuoneshe ametufanyia nini. KPA Acheni kushinda mkituletea hapa na rati mkituambia KPA ni parastato kwa hivyo Wakenya wote waandikwe. Airport Nairobi pia ni parastato. Mashamba ya kahawa pia ni parastato. Mbona sisi watu wafanyikazi wetu from coast hawachukuliwa wakaenda wakafanya kazi kwenye mashamba ya kahawa? Mbona vijana wetu wanauziwa muguka sana hawachukuliwa wakaenda wakapelekwa mashamba ya Meru kwenda kulima muguka wakalipwa? Historia ya mtu wetu tunafaa tuwache. Sisi sisi peke yetu Mombasa tuko na parastato. Na kama parastato yetu yezi absorb watu wetu wengi, wengine baadaye, then wewe si mtu wetu. Historia ya kusema mtu wetu, kabla hatujaanza kumfikiria Abdulswamad 2027. Tuangalia yeye ni mtu wetu, mnati wetu ametusaidia na nini? Hajatujengea hata level 4 hospital. Level 4 tulojengewa hapa na Ali Hassan Joho ina cracks, imevunjika nyuma imeisha. Historia mtu wetu na tuwache. Kwa hivyo Julius Masha na mwenzako, this is a warning. Mwisho nitaona mkianza kunikimbiza kotini, mkianza kuniita na cyber crime sijui nini mimi mwenyewe na cyber crime I don't know ni ngapi, mtaanza kusema cyber crime sijui nini sijui nini, and I'm waiting for the judges and magistrate wale ambao watakwenda wanihukumu, wa, wa, wa kwa sababu ya uh, cyber crime I'm waiting for them because I'm getting sick and tired of whatever is happening in Coast Region Watu wa Mombasa wanasema hawezi badilika sijui ni watu wa jinga, sijui ni nini. Hacheni kuita watu wetu wa jinga. We are here tumesoma na we are here to speak for them and we are here to tell them what is wrong and what is not wrong and don't think that coast region cannot change. Coast region will change because I cannot give up on my people. They are going to change and things are going to change. And I'm 100% sure coast region will change.